Baraza la mitihani Tanzania, NECTA, jana limetangaza matokeo ya upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili ambapo jumla ya wanafunzi 362,228 sawa na asilimia 91.02 wamepata alama za kuwawezesha kuendelea na kidato cha tatu huku wanafunzi 32,668 sawa na asilimia 8.98 wakikosa alama za kuendelea na kidato cha tatu. Taarifa zaidi, akitangaza matokeo hayo jijini Dar es Salaam, katibu mtendaji NECTA Dr Charles Msonde amebainisha kuwa kiwango cha ufaulu kimeongezeka kutoka asilimia 89.12 mwaka 2015 hadi asilimia 91.02 mwaka 2016. Aidha, somo lililofanya vizuri mwaka 2016 ni Kiswahili, huku somo la basic mathematics likionyesha ufaulu wa hafifu. Kwa upande wa shule zilizofanya mtihani huo mkoa wa Mtwara umechukua nafasi tisa katika kumi za mwisho huku mkoa wa Mbeya ukiongoza katika kumi bora ukifuatiwa na mkoa wa Kilimanjaro na mkoa wa Kagera. Shule kumi zilizofanya vizuri zaidi kuliko wenzao, shule ya kwanza ni St. Francis Girls iko Mbeya, ya pili ni Kilimanjaro Islamic Secondary iko Kilimanjaro, ya tatu Kaizerege Junia iko Kagera, ya nne Kanosa iko Dar es Salaam, ya tano Twibok iko Mara, ya sita Tengeru hii Tengeru iko Arusha, ya saba ni Marian Girls iko Pwani. Wakati huo huo, Dr. Msonde ametangaza matokeo ya mtihani wa kitaifa wa darasa la nne, ambapo jumla ya wanafunzi laki 950167 sawa na asilimia 93.36 wamepata alama za kuwezesha kuendelea na darasa la tano, huku wanafunzi 67547 sawa na asilimia 6.64 wakishindwa kupata alama za kuendelea na darasa la tano ambapo shule iliyoongoza katika kumi bora ikitokea mkoa wa Dar es Salaam, lakini asilimia kubwa ya shule za mkoa wa Geita ziking'ara zaidi. Wateliwa hawa wameruhusiwa kurudia e, mitihani yao katika mwaka unaofuata, yaani kwa maana ya mwaka huu. Aidha, baraza limeziagiza mamlaka zinazohusika kuwachukulia hatua wale wote, kwa namna moja ama nyingine liosababisha kufanyika kwa udanganyifu huu katika shule hizo. Aziza Bakari, Channel 10.